Hello Tanzania. This is the Vertex International Securities Limit, na mimi ninaitwa Elias Ndila, tukiwa jijini Arusha kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya vyama vya ushirika wa akiba na mikopo SACCOS kwa mwaka 2025. Vertex tumekuletea huduma ya masuala mazima ya uwekezaji kwenye masoko ya mitaji na dhamana. Hapa nasemea kuwekeza kwenye hisa za makampuni mbalimbali, yale yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, lakini pia uwekezaji kwenye hati fungani za kimakampuni binafsi lakini pia za kiserikali. Lakini hatujaishia hapo. Pia kuna mifuko mbalimbali mbali ya uwekezaji pamoja. Na Vertex tulipata nafasi ya kuongea na mioyo ya Watanzania. Tulio na wanawake, nimekutana na watu ambao tunahitaji kuongea nao kwa sababu SACCOS kuna masuala ya kuweka akiba, lakini ukiweka akiba lazima akiba ifanye nini? Iongezeke. Akiba itaongezeka vipi? Vertex ndio suluhisho la kukusaidia kuongeza akiba yako unaweza ukaongeza akiba yako ukaikuza kwa kuwekeza kwenye hisa ambazo zimeorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam lakini pia tulipata nafasi ya kuongea na wanaume pia kiasi cha chini cha kuwekeza kwenye hati fungani za serikali ni shilingi milioni moja na ukiwekeza kwenye hati fungani za serikali maana yake unaikopesha serikali na hati fungani za serikali zipo za miaka uh, mitano miaka kumi miaka kumi na tano miaka ishirini na miaka ishirini na tano. Kingine ambacho Vertex tunahusika nacho, tumefungua kitu kinaitwa Vertex Bond Fund. Vertex Bond Fund ni nini? Vertex amekuja na fund ambapo, na sisi tumekuja na product ambapo mnawekeza pamoja, alafu Vertex anawekeza kwenye hatifungani za Serikali. Hii sio kwa ajili yao tu, hii ni kwa ajili ya mtu yoyote. Hata wewe hapo unaweza kuanza kufanya uwekezaji kwenye masoko ya mitaji na dhamana chini ya wakala Vertex International Securities. Na hii ni kwa ajili yako wewe mdau mtu mmoja, kwa ajili ya mtoto wako, familia, kikundi, taasisi ama kampuni. Wote mnaweza kufanya uwekezaji kwenye masoko ya mitaji na dhamana. Lakini pia unaweza ka-download application ya Vertex, Mobile Trading Application ili kufungua akaunti, kununua na kuuza hisa, lakini pia kufuatilia taarifa mbalimbali za mwenendo wa soko la hisa la Dar es Salaam papo kwa hapo kwenye simu yako ya kiganjani. This is Vertex International Securities, tunasema we turn financial vision into reality.